Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Mheshimiwa Masoud Ali Mohammed amesema Serikali itaendelea kuwawekea mazingira mazuri masheha ili waweze kutoa huduma bora kwa wananchi. Akizindua ofisi mpya 64 za masheha Unguja na Pemba huko Matetema amesema Serikali itaendelea kuyapatia ufumbuzi mambo ya msingi yanayohitajika kwa lengo la kuimarisha utoaji wa huduma. Koyo, kwa hiyo nataka niseme kwamba serikali inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi itaendelea kuimarisha mazingira bora na rafiki ya utendaji kazi kwa waheshimiwa masheha kama inavyofanya kwa watendaji wengine katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Nataka tuamini hivyo hasa tukitambua na tukielewa kwamba ngazi ya kwanza ya utawala kwa mujibu wa katiba yetu ni ngazi ya shehia. Nataka nichukue nafasi hii pia wataka sasa, waheshimiwa masheha wote na viongozi wote nafahamu, waheshimiwa masheha, tunazo kamati zetu, ujengaji wa ofisi hizi ukaendane sambamba na uimarishaji wa utendaji kazi na kupata ufanisi bora zaidi. Amewataka masheha kutoa huduma bora ili ziendane na haiba ya ofisi hizo sambamba na kuwaomba wananchi kuzitumia ofisi hizo na kuepuka msongamano kwenye ofisi za Wilaya na Mikoa. Kuomba sana sote tulokuwepo hapa kuzitunza ofisi hizi tukiamini kwamba zitatumikia sote na zitakuwa na maana makubwa kwetu sote. Kwa hiyo kila mmoja wetu watakaotumia na watakaokuja kufata huduma, wajibu wetu ni kuzitunza. Haitaleta maana kesho, unakuja hapa, leo inaonekana ina haiba nzuri, vitasa vinafanya kazi, rangi nzuri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 unakwenda nyumbani kwake, unaambua hayupo, unakumbwa hivi. Lakini hivi sasa natumai kwa kuwa wao ni watumishi kama sisi wa serikali, watakuwepo muda wote kwenye ofisi zao. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Matar Zahor Masoud amewataka wananchi kuzitumia ofisi hizo kwani ni sehemu salama na zenye usiri pindi watakapokwenda kufata huduma. Uwepo ofisi hizi kwetu sisi waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, tunapata faraja sana tunapata faraja kwa sababu tumekuwa na changamoto ya muda mrefu sana ya wenzetu hawa ya mazingira mazuri ya kufanya kazi. Tunawapa shida, tumewapa kazi, lakini mazingira yao kufanya kazi hayakuwa mazuri, inabidi nyumba zao zitumike kama maeneo ya kusuluhisha kama ofisi. Sasa hii, wakati mwingine inaleta taabu, hata wale ambao wanaleta kesi zao wanatarajia wapate usiri kwenye kusikilizwa yale yani ambayo anapeleka mbele ya viongozi wetu hapa, lakini kwa sababu hatukuwa na hayo mazingira ikilazimika waendelee kufanya kazi katika mazingira hayo. haya uaji kwao. Jumla ya ofisi 64 zimeshakamilika kwa Unguja na Pemba kwa awamu ya kwanza kati ya 388 zinazotarajiwa kujengwa na mkandarasi kikosi cha Valantia KVZ. Nikiripoti mimi ni Usimusa.